Israeli wana nguvu kubwa sana kuliko taifa lolote tunalolijua, pengine ukimtoa China na Mrusi, kwa sababu sijawahi kuona konfrontshen yao. Siwezi ila si Marekani, sio mataifa ya Ulaya yoyote lile, ambalo lina uwezo wa kujibizana au kuvimbiana na Israeli. Hiki mimi ndo hichi kitu nilichokiona kwa sababu kawabagaza wote na hajabakiza hata mmoja alikuwa na buli kabuli, kapiga Marekani kwamba nyinyi si yaezano tano ndo sisi Mosadi moja acha mm. Tuone kwenye mitandao huku basi unasema kabisa mm. Tena unasemea ukiwa New York Eh, kwenye mkuta kwenye mkuta eh, yani kweli jamaa ya dunia nzima na Trump, kabla yeye hajaongea, kumbuka Trump amekuja amemdefend sana mm. Eh hey, kwamba yani ameiponda Irani anaponda issue za za nani, na anaziponda hata nchi za Ulaya kwamba kwa nini wameiunga mkono Palestina kuitambua mm. Kwa Trump amesimama yani pale mwanzo mwisho yeye alichoenda mle ameilalamikia yule na kumsifia Netanyahu, ndio kazi kubwa aliyoifanya Trump kama key ally mm. We unakuja kwenye mifano yako mibovu, moja ya mfano mbovu unamweka kiarai wako ambaye na yeye kwamba hana uwezo kama wewe yeah. Kwa hiyo maana yake to me inaonyesha ni namna gani Israeli ina nguvu kubwa na walifanya mkakati gani kuwadhibiti hawa watu sasa. Wanasema ukweli huwa unakuja taratibu, lakini huenda yanayosemwa semwa kwamba hawa jamaa ni kama wamedhibiti, na ndio maana mtu anaweza kusema sisi, nyinyi tunawasaidia E, e, kuzuiazuia matatizo fulani mm. Mtushukuru sio e, mtu mtushukuru. Maana yake huyu mtu imefikia hatua sio tu e, kwamba aliwasaidia pia hata sasa hivi hamumwezi mm. Ndo, ndo mtu anaongea vitu, kwa sababu hivyo ni vitu huwezi kuongea kama kiongozi hadharani kwa sababu unawadogosha na kwenye revo ya kidiplomasia hutapaswi kumdogosha hata mdogo, yani hata yule anayeonekana ni mdogo katika hali ya kawaida lakini wewe upaswi kumdogosha. Sasa huyu mwamba naweza nikamwita Bwana Netanyahu mm. yani huyu kwa kweli, tumi nimegundua huyu bwana na watu wake wana cards, they hold the cards. Hakuna kitu wanaweza kufanywa hawa na bara la Ulaya na NATO wala na Marekani yenyewe hakuna. Why? Kwa nini? Sasa sisi kwa wale ambao tunaamini kuna sehemu unatakiwa hata kama mtu ni rafiki yako akikosea umwambie wewe una uwezo wa kumwambia umekosea na kusikiliza. Tukigundua uwezo huo una wewe maana yake ni yani katika nyinyi okay, wawili wewe hapo hamna urafiki ule mutual, hapo kuna wewe mnyonge mm. na usikute urafiki wewe ndio unaulazimisha. Kweli. Sio yeye kwa sababu yeye anajiamini.